Nawaomba sana wahashamu maaskofu, waklero na wote walioumizwa na tukio hili baya kujikabidhi kwa Mungu pale tunapoumizwa na udhalimu, kama tunavyosoma katika waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya pili aya ya 19 ambayo inasema, maana huu ndio wema hasa mtu akivumilia huzuni kwa kumkumbuka mungu pale ateswapo isivyo haki. Aidha, ninawasihi sana watanzania wote tuendelee kupendana na kusimama pamoja kulaani matendo hayo mabaya yasiyoakisi Tanzania yetu inayosifika kama kidwa cha amani.